Karibu kwenye ulingo wa siasa za Afrika, Afrika. Siasa za sasa za kale, matukio mengi ya kusisimua. Huu ni ulingo wa siasa za Afrika. Ufuatia taarifa iliyotolewa na Chama cha Mapinduzi juu ya mchakato wandani, wa ndani wa uchukuaji na urejeshaji wa fomu za kugombea uongozi katika vyombo vya dola ambapo unaanza rasmi tarehe na 28 mwezi huu wa 6 mwaka 2025 ambapo zipo sheria mbalimbali ambazo zimetolewa katika chama hicho kwa lengo la kulinda misingi ya chama hicho katika kuwaunganisha wanachama wake na baadhi ya mambo ambayo yameainishwa katika barua ambayo ilitolewa na katibu wa Neki Organization, uh, ndugu, ndugu Isa aji usi gavu ambapo kwa kuna baadhi ya mambo ambayo yametolewa au miiko ambayo anatakiwa kuifuata. Ha, una, ni marufuku kwa mwanachama yeyote kualika kundi la wapambe kumsindikiza kwenda CCM kuchukua fomu za kuomba kuteuliwa kugombea. Lakini pia ni marufuku kwa mwanachama kuandaa msafara wa magari, pikipiki, baiskeli, ngoma na matarumbeta ya kumsindikiza kwenda CCM kuchukua fomu za, e, za kugombewa kuteuliwa kugombea. Sasa tunaye mwenyekiti mstaafu wa Umoja wa Vijana UVCCM kutokea pale taasisi ya elimu ya watu wazima vyuo vikuu, Boniface Mwakyami. Huyu ni mwenyekiti mstaafu ambaye pia naye tunaambiwa ametiania huko. Mtiania na yeye ana kipi cha kuzungumza juu ya hii taarifa ambayo imetolewa na viongozi wa juu wa chama hicho. Asante sana ndugu mtangazaji, kwa majina naitwa Boni Edward Mwakyami. Kulingana na miongozo ya kanuni na taratibu za chama, za uchaguzi za Chama cha Mapinduzi inaeleza au kutoa kutoa katazo la watiania kufanya kampeni kabla ya mchakato mchakato wa uchaguzi ndani ya chama kukamilika. Hivyo basi kitendo cha kuzuia watiania kwenda kwenda na mikusanyiko ya watu pamoja na misafara ya vyombo vya usafiri kama vile pikipiki, magari na kadhalika ni kosa kikanuni, kwa kuzingatia miongozo na taratibu ya Chama cha Mapinduzi. Kwa kufanya hivyo, mtiania atakuwa amejiingiza kufanya kampeni kabla ya wakati. Lakini pia hivyo inawapa nafasi au kutowakatisha tamaa watiania wasiokuwa na mashabiki au wapambe kwenda kuchukua fomu hivyo nipende kumpongeza kumpongeza katibu wa neki idara ya organization Comrade Isa Gavu kwa kulitambua hilo na kutoa katazo kulingana na miongozo ya uchaguzi itakavyo. Kidumu Chama cha Mapinduzi.